Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ya tisa aya ya 57 hadi ya sitini na mbili. Nitaisoma. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao Bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na watu watatu ambao waliamua kujitoa sadaka kumfuata Yesu Kristo, na baadaye pia tunakutana na majibu ya Yesu. Tuanze na huyu wa kwanza. Wa kwanza alipoona miujiza ambayo Yesu Kristo alikuwa ameitenda, alipoona Yesu Kristo akiwa anawaponya wagonjwa, anawalisha chakula, anawafufua wafu, alivutiwa sana na matendo ya Yesu Kristo, akatamka bila kufikiria kwa kina kitu gani anachokitamka katika safari hii, akasema, nitakufuata kokote utakako kwenda alisahau kwamba aya za nyuma, Yesu Kristo alipita katika eneo la Wasamaria, akakataliwa, wenyeji walimkataa. Akasahau kwamba kumfuata Yesu Kristo, ukimfuata Yesu Kristo utakataliwa, utapokelewa. Alisahau kwamba baada ya Yesu Kristo kuweza kuingia Jerusalemu, anakoenda kuinuliwa, atakamatwa kwanza atasalitiwa na mojawapo ya wale ambao alikuwa anawaamini, kwamba kumfuata Yesu Kristo lazima usalitiwe na watu wa karibu sana. Alafu akakamatwa, akawekwa gerezani, kwamba kumfuata Yesu Kristo utapelekwa gerezani, utapigwa, utaumizwa, utavuliwa nguo, utasingiziwa. Akasahau vitu kama hivyo, akasema nitakufuata kwa sababu aliona ni miujiza tu aliona tu mafanikio tu ya kula na kushiba kuponya wagonjwa, kwamba kuna gharama ya kuweza kumfuata Yesu Kristo. Akaamua kukurupuka, Yesu akata, akatafakari kwa kina, akamwambia sikiliza. Ndugu tafakari kwa kina kabla ya kufanya maamuzi yao hayo, kwa sababu unayetaka kunifuata, unayetaka kuweza kumfuata huyu Yesu Kristo hana hata mahali pa kuweza kulaza kichwa chake akamwambia mbweha wana mapango lakini yeye hana. Na ni kweli, mahali alipokuwa analala Yesu ni milimani, usiku mzima alikuwa na kesha akiongea na baba yake, hana mahali pa kuweza kulaza kichwa chake. Hili ni fundisho kwa wale wote ambao wanataka kuwa watumishi wa Yesu Kristo, wanaomfuata Yesu Kristo katika nyakati hizi kwamba yeye aliyekuwa tajiri alishuka hadi kuwa maskini wa chini, yaani umaskini wake ulikuwa katika levu ya chini. Hata mbweha walikuwa una, wana unafuu kuliko Yesu Kristo. Kwamba wengi wanaamua kumfuata Yesu Kristo kwa sababu ya chakula, miujiza ya uponyaji. Yesu Kristo atanipatia sehemu ya kula, Yesu Kristo atanipatia mahali pa kulala, Yesu Kristo atanitendea mambo makubwa. Unasahau kwamba kumfuata Yesu Kristo kutakukataliwa, kuna kuvuliwa nguo, kuna kusingiziwa, kuna kuwekwa gerezani. Na baadaye kumfuata Yesu Kristo, utajikuta viwango vya umaskini vinazidi kuongezeka kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo utazidi kuweza kuwa masikini, kwamba nyakati zile ambazo ulipokuwa hujatoa maisha kwa Yesu ulikuwa una pesa ulikuwa na utajiri, lakini umetoa maisha yako unamfuata Yesu Kristo kwa kina, ndipo umasikini unapozidi kuongezeka. Kwa, kwa nini? Yeye mwenyewe alikuwa ni masikini, alikuwa hana mahali pa kuweza kulaza kichwa chake. Na baadaye sasa wengi wanakataa katika utumishi, kwa sababu hawaku tafakari tafakari katika hatua yako kabla hujamfuata Yesu Kristo. Twende mtu wa pili, yeye huyu Yesu akamwambia nifuate. Akaanza kutoa masingizio, niruhusu niende kwanza nikamzike baba yangu. Huyu bwana alikuwa ni muongo, anatoa visingizio ambavyo si vya kweli. Yesu Kristo alimkuta njiani. Kama huyu bwana alikuwa na msiba, angekuepo nyumbani kwenye msiba pamoja na ndugu zake kama baba yake amekufa kweli angekuwepo pale pamoja na ndugu zake kwenye msiba. Sasa inakuwaje kuna msiba halafu huko barabarani? Yesu anakuta barabarani, anakwambia nifuate, maanake una lolote lile, anasema niruhusu niende kwanza nikamzike baba yangu. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatoa sababu mbili kwamba huyu bwana alikuwa ni muongo, au katika hiyo alikuwa na sababu nyingine kwamba ache kwanza baba yangu afye, tugawane mali afu baadaye ndio yeye nikufuate. Kwa hiyo utajiri na mali za baba yake vilikuwa vinamzuia huyu mtu asimfuate Yesu Kristo. Yesu anamwambia waache wafu wazike wafu wao, wewe njoo ukawatangaze Injili. Je, kuna vitu gani vya baba yako, mikoba gani ya baba yako ya familia yako inayokupelekea uchelewe kwenda kutangaza Injili ya Yesu Kristo, kufanya maamuzi? Kuna mali gani, kuna vitu gani ambavyo umevishikilia vinavyokuchelewesha? Kuna vitu gani vya familia yako ambavyo vinavyokuchelewesha katika maamuzi ya kwenda kutangaza injili umevishikilia? Tafakari. Na mtu wa tatu anamwambia Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani kwangu, nikawakumbatie, niwabusu, niwaage, nifanye sherehe. Huyu anasimama katika swala zima la muda aliamua kupoteza muda wa kwenda kuhubiri Injili kwa ajili ya kuweza kuwabusu ndugu zake, kuweza kuwaga, kuweza kutatua matatizo ya kifamilia. Na hii ni changamoto kubwa sana kwa baadhi ya watumishi wengi wa Mwenyezi Mungu. Muda mwingi badala ya kusimama katika lile kusudi la Mwenyezi Mungu alilokuitia, huko katika kutatua matatizo ya kifamilia Leo baba mdogo, leo shangazi, leo kuna kikao hiki, leo kuna hivi, leo nikamsalimia fulani, inakupotezea muda wa kufanya lile kusudi la Mwenyezi Mungu. Je, ni matatizo gani ya kifamilia ambayo yanakufanya muda mwingi ukae kuweza kuaga ndugu zako mpaka unachelewa kwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu? Ni vitu gani vya baba yako ambavyo vimekupelekea mpaka unashindwa kufanya maamuzi ya kwenda kutangaza neno la Mwenyezi Mungu? Na je umetafakari kwa kina hiyo safari yake kuweza kumfuata Yesu Kristo kwamba ina gharama kubwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.